Washukuruni, mmejitoa mmetengeneza utaratibu wa leo kuja kumwombea dua rais wetu na nchi yetu, asanteni sana. Jambo kubwa ambalo sisi wengi ambao na tunahitaji visaidizi hatugundui kwamba na sisi tunahitaji visaidizi, na sisi tuna wajibu wa kuwatengenezea visaidizi wenzetu ili na wao wafanye kama sisi mama yangu hapa, ukienda jikoni kwake mama Ulida, anaweza akatembea na baskeli yake akapika bila kitu. Uongo kweli? Kwa sababu ana visaidizi hivyo. Ni wajibu wetu sisi kutengeneza nini, visaidizi na kiongozi atakayesimamia hili, upatikanaji wa visaidizi, upatikanaji wa mikopo ni daktari Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi ambaye mko naye hapa mjini, unapishana hapa mbeja, uongo kweli, na ni jirani yenu, uongo kweli pale, kweli wanaombana hata chumvi na jirani jirani, wewe hata samaki wanampelekea tazawaji, kujeni makofu mengi sana. Mwenyezi Mungu azidi kumlinda. Mimi ntazungumzia amani na niweze kuzungumza katika bunge la mwaka 2020 ikitokea vita wanaoathirika ni walemavu, wanawake, na wazee na wagonjwa. Maanake sab mzee tayari naui katika ulemavu, kuna wengine wamepata stroke, kama hospitalini hawezi kutembea. Je, ataiweza hii vita? Lakini vile vile nilikwambia, Mheshimiwa mgeni rasmi, unaposikia vita, kuirudisha amani tena na kwa nguvu. Nchi zote ambazo ziliingia kwenye vita wanaitafuta amani, hawajua wataipatia wapi? kwa sababu amani ndio yenye upendo. Mungu alisema mnapokusanyika kwa lengo la kuniomba, na mimi nitawasikiliza. Hapa leo kuna vyama mbalimbali vya, vya walemavu, kuna wasioona, kuna watoto yatima, kuna watanzania wenzetu wenye albinism. Amani inategemea sana sana kwetu kwa ujumla, lakini waathirika wakubwa pindi amani inapokuwa haipo ni hao wenzetu ambao wana ulemavu, watoto yatima, vilema, vipofu. Kwa hiyo jambo kubwa sana Watanzania ambalo ninawaombeni sana, tupendane na Oktoba ishirini na tisa tu tukapiga kura, tukimaliza kupiga kura turudi nyumbani.